Asifiwe e, na wasalimu katika jina la Yesu. Nataka na niongee maneno ya kuumiza. Najua inaumiza sana kwa wanafiki, lakini kwa wakweli, ina ukweli ndani yake. Mada yangu inasema ni kwa wachungaji wa Kipentekosti tu, ukichukia uovu na kufundisha ukweli unakuwa adui wa kudumu ni kwa wachungaji wa madhehebu ya Kipentekoste, yaani hayo assemblies sijui nini yote. Ukifundisha ukweli, basi wewe unakuwa adui wao wa kudumu. Kwa nini nasema hivyo? Turejee uchaguzi wa CPCT mkoa wa Mwanza na chaguzi za CPCT Ilemela na Nyamagana kukosa wapiga kura. Nina maana gani? Uchaguzi wa CPCT mkoa wa Mwanza uliopita uliendeshwa kwa hila, unafiki, chuki binafsi na ubaguzi wa kidini. E, kutokana na kazi nzuri niliyoifanya nilipokuwa katibu wa CPCT Lemela, wachungaji wengi waliniomba nigombee wenyekiti wa CPCT na nilimshini na akiwemo, aliyekuwa katibu wa mkoa aliniomba niwe mgombea, lakini yeye akaniambia nigombee ukatibu, yeye agombee wenye kiti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilishutuka, usiku wa kuamkia kesho yake uchaguzi ni kesho, nikaanza kurushiwa message ambazo zinasambazwa juu yangu za chuki. Huyu mtu hafai kuwa kiongozi wa CPCT. Wachungaji wakaanza kunipigia simu, mchungaji, umewakosea nini? Baadhi ya viongozi walioko madarakani wanakuchafua mno. Nikawaza, kosa langu ni nini? Lakini nikasaidika kwa kuambiwa na watumishi wa Mungu, moja ya madai wanayoyadai juu yangu, dai kubwa mimi sionekani vijiweni, kwenye vijiwe vya kahawa sionekani, kule mjini sionekani. Na haitoshi napinga wachungaji wanaokaa vijiweni, napinga wachungaji wanaoshinda kwenye kahawa, napinga wachungaji wanaoshinda kwenye vijiwe vya mpira. Lakini hiyo kama haikutosha Madai mengine yao yalikuwa mengi ambayo nitaenda nitaanza ku, kuyareta kwa mtiririko mmoja mmoja. Inasemekana ni kweli, niliwahi kukemea viongozi wa Umoja wa Makanisa kwa sababu katiba ya Umoja wa Makanisa mwanzo inasema wataongoza kwa miura mi, nani, kwa miaka miwili, wakaongoza miaka minne, na mmoja wao alikuwa ni huyu katibu wa CPCT aliyemaliza muda wake, nikawakemea na nanawalazimisha nika waitishe kiuchaguzi wa umoja wa makanisa na wakauitisha kwa lazima. Sasa kumbe hilo likawa ni kosa kwamba kwa nini nilisimamia ukweli huo. Kwa wakajiapiza sitokuja niwe kiongozi mwanza. Kwa hiyo wakanichafua vya kutosha. Lakini kosa langu la pili ni kwamba, kosa la tatu la kwanza ni kwamba sikai vijiweni, sishindi mjini, nao pa kwenye vijiwe vyao, lakini wanadai kwamba mimi ninafundisha mafundisho ya kuzuia wanawake kuvaa suruali vimini vipedo, na nazuia sasa. Kwa sababu nazuia nikiwa kiongozi nitaharibu. Lakini hawaishi hapa, wanadai ninazuia wanawake kunyoa nyusi, jambo ambalo hawanisingizii mimi. Sikubaliana na wanawake kutembea uchi, sikubaliani na wanawake kuvaa nguo za aibu sikubariani na wanawake kunyoa nyusi, hawanisingizii. Ni kweli, lakini swali langu je, ni kweli ukiwa mwenye haki ukafundisha ukweli utakiwi kuwa kiongozi wa CPCT? Sasa ili kunidhibiti, waliarika watu wachache sana wa Mwanza. Hebu fikiria, Mwanza na wachungaji zaidi ya mia sita wa, wa harari waliopiga kura walikuwa tisini na sita na, na karibu hamsini wametoka mawilayani. Kwa hiyo wa Mwanza tulikuwa kama hamsini. Wanamdhibiti Jose kwa sana pendwa na wachungaji, asija akapigiwa kura, kwa hiyo hawakualikwa. Lakini lingine baya zaidi, mimi kama Jose sina unafiki nikimwona mchungaji kakosea namwambia kama ninavyowaambia wengine, na mimi wakiniona nimekosea waniambie. Sasa kura za mwenyekiti zikapigwa, message zinasambazwa mpaka tuko kwenye kikao mpaka tuko kwenye kikao cha uchaguzi, hapo kwenye kanisa la PAG Makongoro, na nikapendekezwa na watu wengi kugombea wenyekiti zaidi ya sita, lakini wakafanya ya kwao ku message nini nini, nini, nikashindwa, nikakubali, nikapata kura ambazo hazikutosha tukaingia kwenye nafasi ya katibu, nkapendekezwa tena na wachungaji mashuhuri zaidi ya sita watano nane. Tukachujwa, tukachujwa tukabaki wawili. Naomba mnikubalie kama nasema uongo wachungaji waseme. Tukachujwa kwenye ukatibu wa mkoa sipiziri, tukabaki wawili, mimi Joseph Petro na mchungaji Sadoki wa PEFA, tukabaki wawili. Mchungaji Sadoki akajitoa kwenye uchaguzi, akasema, mimi najitoa na kura yangu nampa huyu mzee, nampa huyu mchungaji, mimi nimejitoa. Wakakataa. Ebu imajini, uchujo umeenda huko, tumechujwa, tukabaki wawili, tumebaki wawili, huyu mmoja akajitoa akasema, mimi najitoa, mchungaji Jose ashinde nimemwachia kila kitu na muongo mimi, na kura yangu nampa yeye. Wakakataa. Kwa nini wanakataa Jose akai vijiweni mjini? Jose anazuia wanawake kuvaa suruali na kutembea uchi makanisani, Jose anakataa wanawake kunyoa nyusi, Jose anapinga wachungaji kushinda kwenye vijiwe mjini na wapi? Hayo ndiyo makosa yangu. Nikakata rufaa spst taifa. Mpaka leo kuko kimya, hawataki kuja kujua nini kilitokee, lakini wachungaji waliwaadhibu kwenye uchaguzi za wilayani kwa sababu ya unafiki. Nataka viongozi taifa mjue, hakuna uchaguzi wilayani uliofanyika. Uchaguzi wa kwanza uliahirishwa. Ilemela walihudhuria wachungaji wanne, viongozi wawili na wachungaji wawili kutoka Philadelphia, hakuna mwingine. Ukaahirishwa. Nyamagana walihudhuria sijui sita, ukaahirishwa mimi wakati niko katibu wa wilaya nilikuwa naitisha makongamano ya wachungaji mia moja sabini wa wilaya ya Ilemela halali wa CPCT, lakini waliita, wakaja wanne. Uchaguzi ukaahirishwa mara ya pili. Ulipoahirishwa, wakashindwa kuahirisha tena. Walipoitisha, bado watu hawakuja. Ilemela wamekaa PAG, viongozi waliokuwepo mpaka saa nane, wako peke yao, wakatafutana tafutana Wakawapeana peana we eh, sio kupiga kura, wanapeana we, utakuwa mwenyekiti, wewe utakuwa makamu mwenyekiti, we nani, kwa sababu gani? Wachungaji walipinga dhuluma zilizofanywa kwenye uchaguzi wa CPCT mkoa. Wachungaji walipinga dhuluma. Nitaendelea kuleta mfululizo wa haya mambo mpaka nitakapomaliza nini kilitokea. Naitwa mchungaji Joseph Petro kutoka kanisa la Pentecost cha Mwenda. Mungu awabariki amen.